na kuleta maendeleo ya taifa kwa ujumla. Namba mbili, kuwawezesha na kuwahamasisha wanawake kushiriki katika shughuli za uzalishaji mali na kuboresha maisha yao. Namba tatu, kutangaza kazi nzuri za miradi ya mikakati inayofanywa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kusimamiwa na mawaziri mkuu wa mkoa wa bunge, wakuu wa wilaya, wakurugenzi na madiwani wote wa mkoa Kagera. Namba nne kutoa elimu na hamasa kwa jamii kuhusu maendeleo na kufanya jitihada mbalimbali kubaini na kusimamia njia mbadala na kuwaongezea wanawake na Samia kipato katika sekta za uchumi na uzalishaji mali mfano kilimo, biashara, mazingira, madini, utalii, afya. Namba tano kushiriki kikamilifu matukio ya mikakati yanayofanywa na kuandaliwa na serikali na taasisi mbalimbali. Changamoto. Ndugu mgeni rasmi, kulingana na uchanga wa kikundi chetu, tuna uhaba wa changamoto ya sare na idadi ya kikundi ni wanachama arobaini na mbili na kila sare moja ina thamani ya Tanzania shilingi, na kila, na kila sare moja ina thamani ya Tanzania shilingi elfu kumi na saba hivyo jumla yake ni Tanzania shilingi laki saba na elfu kumi na nne hivyo tunaomba msaada wako ili kila mwanakikundi aweze kuwa na sare. Ndugu mgeni rasmi pia kikundi chetu tunayo marengo mbalimbali ya kukuza uchumi wetu, mfano mradi wa ufumaji wa sweta aina zote. Lakini mbali na marengo hayo, hatuna vitendea kazi kama mashine ya kufumia sweta ambayo thamani yake ni milioni mbili. Katika jitihada za kumwinua mwanamke kiuchumi, tuna lengo la kuanzisha kilimo biashara, lakini tuna changamoto ya eneo, hivyo tunaomba tupatiwe eneo la kuanzisha mradi wa kilimo kwa ajili ya kuondoa na kufuta janga la njaa na umaskini. Hivyo jamii iliyo sawa, yenye amani, afya na uzalendo halisi inatokana na familia iliyoshiba kuanzia jikoni hadi kwenye pochi. Mwenyezi Mungu awe pamoja na wewe. Tanzania oye we. we. Tanzania safi we. Ninaomba salamu hizi zimfikie na rais wetu mama yetu Samia Suluhu Hassan, jembe letu mama aliyefanyika mfano kwa mwanamke yote awayoyote aitwaye Mtanzania. Wanawake tunaweza, hatuwezi Amen. Mama kama ameweza, wewe kwa nini usiweze? Pia naomba niwatie hamasa na kama tunaweza mama Samia Hamgembe, tukiungana na akina mama tukiungana na jumuiya UWT ndani ya kata yetu tunakwenda kufanya jambo. yeah, yeah, yeah, yeah. tunakwenda kufanya jambo pasipo kuteteleka na wala kuogopa. Tukisema ndio ni ndio. Ninachokiomba ni mshikamano, umoja Funge kamba pamoja, kusiwepo mtengano wao wote, maana umoja ni nguvu na utengano, utengano tunakataa, ile roho ya utengano tunakataa, ile roho ya umimi. Atakayekuwa amejitoa kwenda kusoma, kumbuka mama yuko kazini, msimwangushe. Kweli mnaenda kusoma bure, hamna mnachokiweka, itasikitisha wakina mama kuona unaingia darasani unasoma siku mbili halafu unaachia Kumbuka, wenye shida ni wengi na wenye mahitaji ni wengi. Nakuomba, utakapokuwa umejitolea kwenda kusoma VETA, darasani ukae. Wanawake na Samia, tulikofikia sasa hivi tuko mia moja ishirini na mbili na tunachapa kazi. Tunakwambia hivi, tuko mbele kwa mbele na mama. Sisi mama atundai, bali mama anatudai. Hii hii hamasa hii, naomba uwe na imani nayo. Tunachapa kazi kwenda kwa mbele kuhakikisha mama anashinda kwa kura za kishindo mkoa wa Kagera. Ninachowapenda, wanawake, wana umoja, wana ushirikiano, wana haiba ya chama na wanajua kazi. Kidumu chama cha mapinduzi! Mimi mwanasiasa lazima niseme hivi, kwa sababu ukimtuma mwanamke kukufanyia kazi atalifanya kwa moyo mmoja na sisi Tanzania nzima hii niwape ni, ni sika kubwa sana inashirikiana na wanawake, ndio wapiga kura wakubwa kuliko asante wa. Kwa sababu nachowaomba, kama mimi kiongozi wa chama, naomba moyo huo nao, mnapoanzisha kitu ni lazima, najua kwamba lazima mtakikamilisha, hamtavunjiwa kamoyo mbele jamani, sasa hivi wanawake tuna fursa nyingi. Tumshukuru sana mheshimiwa rais. Kweye niwaombe hichi mlichokisema kikawe kwa vitendo, itakapofika kipindi hicho cha kupiga kula wilaya yetu ya Bukoba, mkoa wetu wa Kagera, tukawe mfano. Nimeona ni hili neno lolote tuliongea hapa, nyinyi ni wanawake wenzangu. Maadili yameteketea katika wilaya yetu ya Bukoba, jamani, watoto wanabakwa, mnalijua kila mwezi kesi za ubakaji. Jamani, tuamke, tukemee. Si Mama Samia atafurahishwa pia na tukikemea uzalilishaji na ukatili wa kijinsia pia. Huku tunamsemea, tuangalie na hali yetu, hali ni mbaya. Kila mwezi tunapokea taarifa kwenye kamati ya ulinzi na usalama na kubaka. Halafu wanabakwa wanawake, wamama, wengine watu wazima, watoto wadogo, darasa la pili na tatu. Mbaya zaidi mwanamke akienda ku- kutoa ushahidi anamtetea mume wake. Inaumiza jamani, tuwe makini, si watoto wa kike tu, hata watoto wa kiume wanaharibiwa jamani. La pili, tusimamie watoto wetu mashuleni jamani. Wa mama, mtoto anapofanya kosa, amerudishwa, baba amekutwa na simu au ah, ambao wako bodi au zulii, mtoro M mzazi, ndio anaenda sasa, anasema ah, mtoto wangu anaonewa, si jamani, malezi tulokuwa nayo sisi alikuwa hayo, semeni ukweli. Kwa nini sisi tunawatetea watoto? unaenda shule, unamfokea mwalimu, mwalimu anafanya majukumu yake, tukiwa tuna muwezi mama kwa mazuri na ili watoto hawataki kusoma, watoto watolo shule, tusimamie hata kama Kiingereza ngeli hatujui, yes, no, ifanye tu jamani, hebu nipe daftari lako Unakagua watoto mzazi ajui, kuanzia form 1 mpaka form 4, mzazi kushika hata daftari la mtoto kazi yake kununua, kujua mtoto anaenda shule anarudi saa ngapi, ajui. Watoto wanapata mimba, watoto wa kiume, ndio hivyo tena. Jamani, jamani, tuamke. Tunatakiwa tutengeneze viongozi wa kesho, sisi ndio kina mama. Leo hii mimi nasimama bila mama yangu kunisimamia nisingekuwa hapa. Uongo kweli. Tu nimefurahishwa leo kusikia kwamba wanawake wanakwenda VETA. Jamani hii fursa msi- msiichezee. Kama kuna kitu mnaona kule kuna mapungufu, mtoe ushauri. Jamani sisi tunaona labda kuna upishi, ushonaji, waongeze. Watasikia mbeleni wataleta. Tukiwa huku tunamsemea Mama Samia na mambo mengi miradi inatekelezeka, tuangalie na sisi. Mmeelewa, wanawake wenzangu? Tulibebe ili ukatili wa kijinsia elimu, tusimamie mazingira, maadili, tuwajengee misingi watoto wetu kumjua Mungu. Tusipofanya hivyo, tunateketeza kizazi. Mi nawambia tena, msichukulie poa Watoto wanaangamia, msipoangalia. Tutakuwa tunalalamika, oh, hakuna ajira, watoto wetu hawapati ajira, kumbe umekitengeneza mwenyewe hicho kitu. Fundisheni watoto wenu kusalimia, fundisheni watoto kusema shikamoo.